Kazi vijana ajira na walemavu Jenister Mhagama ameagizwa kusitishwa kazi ya ujenzi wa mtaro wa maji taka eneo la Buguruni kwa Mnyamani kufuatia kujengwa chini ya kiwango, ambapo amemtaka mkandarasi husika asilipwe fedha zilizobaki na walioidhinisha malipo kwa mkandarasi huyo kuwajibishwa. Hamis Suleiman anaundani wa taarifa hiyo akiwa katika ziara ya kushtukiza katika maeneo kadhaa ya jiji la Dar es Salaam yaliyokumbwa na mafuriko yakiwemo Boko, Basi Haya na Bunju pamoja na Buguruni kwa Mnyamani na kujionea hali ya kutuoma kwa maji kulikosababishwa na baadhi ya watu kujenga au kuziba mitaro ilikuwa ikipitisha maji kuelekea katika mito au baharini. Amesema wakazi wa Buguruni wamekuwa katika shida ya mafuriko mara kwa mara, na serikali ilikuwa ikichukua hatua ya kulipa fidia, huku manispaa Ilala ikichukua jukumu la kumpata mkandarasi, ambaye katika kipindi kirefu kazi ya ujenzi wa mtaro huo imekuwa ikisuasua, lakini pia imekuwa chini ya kiwango na kusababisha wakazi wa maeneo hayo kukumbwa na mafuriko pindi mvua zinaponyesha. Maagizo nimesema kwanza huyu mkandarasi aliyeharibu kazi asilipwe. Na kama amelipwa aliyelipa hela kwa kazi hii ambayo haina ubora atawajibika. Baadhi ya wananchi katika eneo la Buguruni kwa Mnyamani wamesema mvua zilizoonyesha jana zilisababisha baadhi ya watu kuzikimbia nyumba zao kutokana na mafuriko. Maji mpaka kwenye vyoo, maji mpaka ndani kwenye makazi, watu wanakimbia makazi. Mfereji kwa kweli hujasaidia kwa sababu alile shimo dogo pale. Haya, anarudi mpaka ndani kwangu jana, maji kule maji anarudi. Halafu hakuna ubora, kitu gani kilichojengwa yeah. Kama hivi katika eneo la Boko. Basi haya, Waziri Mhagama amewanyoshea vidole viongozi wa manispaa akiwemo mkuu wa wilaya Kinondoni kwa kushindwa kuwachukulia hatua watu waliojenga na kuziba mitaro ya kupitisha maji licha ya rais mstaafu Kikwete kutoa maagizo mwezi Julai mwaka jana, baada ya eneo hilo kukumbwa na mafuriko na kusababisha vifo na uharibifu wa mali ya maji kutuama kwenye eneo hilo minini. Ni nini na hatua gani mtachukua ndani ya kipindi kipi ili kuhakikisha kwamba hakuna maafa yoyote yanayofanya nini yanayotokea? Hamisi Suleiman, Channel Teni, Dar es Salaam.